Kikwete, mheshimiwa mzee wetu Rais mstaafu na Mwenyekiti wa staafu ya CCM Mzee Ali Hassan Mwinyi, mheshimiwa mzee wetu Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mwenyekiti wa CCM Mzee Benjamin William Mkapa, Mheshimiwa makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Muhamed Gharib Bilal wa, makamu mwenyekiti wa CCM wa Tanzania bara Mzee Philip Mangula ndugu katibu mkuu wa CCM taifa Mheshimiwa Abdrahman Omar Kinana mgombea wetu wa rais Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli na mama Magufuli na mheshimiwa mgombea mwenza, mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, wajumbe wote wa kamati kuu wa halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi, waheshimiwa wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa, viongozi mbalimbali ndio kwenye jukwaa kubwa, wana CCM mwenzangu, ndugu wananchi wa Dar es Salaam, assalamu As alaikum. Leo Jangwani, kweli Jangwani imesheheni, imenona. Na hii ndiyo sifa moja ya CCM tunapozindua kampeni zetu na ilani yetu, mambo huwa hivi siku zote. Naikumbuka ya mwaka 95 naikumbuka ya mwaka 2000 na mwaka 2005 na mwaka 2010, na mwaka huu imetia fora. Hongereni sana sana sana. Mwishmua mwenyekiti, mimi leo si siku yangu wa kutoa hotuba, nimekuja hapa ili njumuike na wana sisi wenzangu na viongozi wenzangu, nitoe salamu za ndugu zenu wa Zanzibar. Ndugu zenu wa Zanzibar wamenitaka nije nikupeni salamu zao, na salamu hizi ilisadifu mwenyewe mgombea wetu mheshimiwa John Pombe Magufuli alifika Zanzibar kuja kujitambulisha mara baada ya kuteuliwa na mkutano mkuu wa CCM. Alizipata salamu hizi, maana aliongea mwenyewe na wana Zanzibar baada ya kumpokea kwa shangwe kubwa. Na mimi nimekuja leo katika uzinduzi huu wa kampeni yetu kuwasilisha salamu zao za dhati kabisa, si sehemu wana sisemu wa Zanzibar na wananchi wa Zanzibar wanaopenda maendeleo na amani, wamenambia nikuelezeni kinaga ubaga mchana kwamba wana Zanzibar wako pamoja na mheshimiwa Dkt. John Pombe Magufuli. wataendelea kumuunga mkono kama walivyomuunga walivyounga mkono viongozi wengine tulipoanza mapambano haya ya siasa ya vyama vingi mwaka 95 kama walivyomuunga mkono mheshimiwa Benjamin William Kapa mheshimiwa Dkt. Jakaya Mrisho Kikwete ndivyo hivyo hivyo wataendelea kumwunga mkono Dkt. John Pombe Magufuli yeye na mheshimiwa Samia Suluhu Hassan nahongi mkono bila sababu, ziko sababu nyingi sana, sababu za kihistoria kama alivyosema ndugu yangu hapa, ndugu Makongoro Nyerere. Ziko sababu za kihistoria, na sote tunaijua historia ya Zanzibar na historia ilikuwa Tanganyika. Viongozi wetu wawili wakubwa, wazee wetu, waanzilishi wa taifa letu hayati Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Mzee Abed Aman Karume wao waliungana kidete katika mapinduzi ya kuleta ukombozi wa Zanzibar na Watanganyika, na baadaye wakaanzisha taifa jipya la Tanzania, Jamhuri ya Zanzibar na Jamhuri ya Tanganyika kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa historia hii wananchi wa Zanzibar watamwunga mkono mpaka dakika wa mwisho, kwa tone mwisho la jasho lao, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kwa madhumuni ya kuendeleza muungano wetu wa serikali mbili, kwa madhumuni ya kuendeleza udugu wetu, sio udugu wa utani wala udugu wa mzaha, udugu wa damu wa pande mbili. tutahakikisha kwamba muungano wetu wa serikali mbili unaendelea kudumu na pale ambapo wanaachia Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, tutashirikiana kwa pamoja kwa kasi ile ile na ari ile ile tuliofanya na Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Sisiemu oye <coughs> Tumepata bahati kubwa sana ndugu zangu wana CCM, na haya wamenikumbusha ndugu zenu wa Zanzibar, kwamba CCM ni chama kikubwa sana, sio chama cha mchezo wala sio chama cha chama cha utani. Ni chama kenye viongozi mahiri, kenye viongozi wenye sifa, wenye heshima, wanaojiheshimu, wenye wenyewe wanaoheshimiwa na kuheshimu wengine, viongozi waadilifu viongozi wenye sifa ya kuongoza nchi hii na kusifika duniani. Kwa msingi huo bwana wa Zanzibar na Wazanzibari anapenda maendeleo, tutaendelea kuungana na Dr. John Pombe Magufuli na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan katika kuwatumikia wa Tanzania na kuleta maendeleo yao, yale aliyofanya Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kwa mafanikio makubwa kwa kutekeleza ilani yetu ya CCM ya, ya mwaka 2005, 2010 na mwaka 2010 na 15, ni kazi kubwa sana iliyofanyika nchi hii. Tuna imani kubwa sana Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli atayafanya yale ambayo yalifanywa na viongozi waliomtangulia. CCM oyee! Sifa zake zimeelezwa hapa na mzee wangu mzee Joseph Sinde Warioba, sitaki nizirudie na mimi nilipata kazi, nafasi kubwa sana na heshima kubwa kufanya kazi na mheshimiwa Dkt John Pombe Magufuli miaka kumi, kwanza nikiwa makamu wa rais na mzee wangu mzee Mkapa, yeye alikuwa waziri wa ujenzi, na baadaye mimi nikiwa makamu wa rais na mheshimiwa Dkt Jakaya Mrisho Kikwete akiwa rais, na mheshimiwa John Pombe Magufuli alikuwa waziri wa uvuvi na mifugo. Namfahamu vizuri, najua uwezo wake, naijua heshima yake, najua anavyowapenda Watanzania wenzake, najua anayajua matatizo ya wa Watanzania. Hatuna shaka, chama cha mapinduzi kimekuleteni, wana CCM, kiongozi mkweli mbora, mwenye sifa kubwa ya kuongoza nchi hii. CCM oye! Ndugu zenu wa Zanzibar, kwa sifa hizo na sifa nyingine ambazo sipati nafasi ya kuzieleza lakini mzee wangu mzee wa roba amezieleza na viongozi wengine leo, vile vile, tuna kila sababu ya kukuombeni, wana CCM, mwendelee kuhamasisha na no kuelimisha wengine katika vijiji vyetu, katika kata zetu, katika majimbo yetu, kwenye wilaya zetu na kwenye mikoa yetu. Wasifanye mchezo, wasifanye makosa, wasijaribu. Hakuna mtu anajaribu kiongozi wa dola. Lazima tuchague kiongozi kwa uhakika na sisi CCM tumeletewa mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli na mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Wote tunawafahamu wazee wao, na mheshimiwa Samia ni mama jasiri sana, wengi mnamjua, sifa zake zinafahamika, hakuanza jana wala juzi, kaanza zamani, ana sifa za pekee hakuletwa kwenu kujaribiwa, kaletwa kwenu kwa uhakika. Sisi sote tuliopo leo viwanja vya Jangwani, na wale ambao hawapo, wanaotusikilia wanatusikiliza kupitia redio na televisheni, tuambizane kila pahala, kila mtu amwambie mwenziwe, mti na macho, dola haijaribiwi. Msiwape uongozi wasiostahiki, msiwape wapenda sifa waliokuwa hawana uwezo Sisiemu oye, sisiemu hoye! Ndugu zenu wa Zanzibar, tunajua leo nyie mmezindua kampeni na sisi hatuko mbali na uzinduzi. Mungu akipenda, msiwe na mashaka kwa upande wa Zanzibar. Ya Zanzibar tunayaweza wenyewe, watu wa Zanzibar. <todiculti> wemeni ule ule, tutawanyoa kama kawaida tafanya mchezo tutawanyowa pande zote mbili hatuweki pake mwaka huu <coughs> sisihemu hoye sisihemu hoye na nyinyi wanyoweni siwaonee huruma na imani kubwa sana chama cha mapinduzi tutashinda uchaguzi mwaka huu tena kwa kishindo kwa kishindo kikubwa sana sababu zipo na uwezo wa CCM ni mkubwa sana, na wagombea wetu hawana mushkeli. CCM oyee! CCM oyee! Asante sana, asanteni sana.